Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya Pambazuko ya Machweo na hadithi nyingine, Yusuf Shoka Hamad, Mzimu wa Kipwerere. swali la 15. Wo wo w jojo nimewakamata nimewafumania wanarfiki wakubwa nyie wevyo Dondoo ni ukurasa 47. Swali la eleza muktadha wa dondoo hili. Hii ni kauli ya msimulizi, anawarejelea salihina na bisho, wanakuwa kwenye mzimu wa kiperere. Hii ni baada ya kuwafumania uongoni. Bisho alikuwa anataka kuwasha taa ndiposa msimulizi anapiga ukelele ili taa isiwashwe ajulikane. Swali laba thibitisha kuwa warejelewa ni wanafiki ukirejelea hadithi hii, alama sita. Salihina anamchapa msimulizi viboko kumi anapopata habari kuwa alisimama na msichana hali yeye anazungumza na Bisho kwenye mzimu pia ni wanafiki kwa sababu Salihina ambaye anasimamia maadili katika jamii, anayakiuka. Anakuwa na mahusiano ya kimapenzi na wanawake wengine kwenye ndoa kama Bisho. Tatu. licha ya unywaji wa pombe kupigwa marufuku, Salihina akiwa mzimuni anakunywa vinubi vya pombe ya mnadi hadi kulewa. Nne. Salihina na Bisho wanalagua dawa za kulevya licha ya dawa hizo kupigwa marufuku, wanakuwa na mapipa ya chang'aa na pombe ya mnazi na bangi. Tano. Bisho kumwambia mumewe kuwa anakwenda kumwona mtoto wa jirani mgonjwa, kumbe anakwenda kwenye mzimu kukutana na Salihina. Sita bisho kusema kuwa wanawake watatumiwa kusambaza mzigo kwa kudanganya kuwa wanachotea shetani wa mzimu maji. saba. Saliina kudai kuwa hiyo ilikuwa siku ya kwanza kwenda hapo mzimuni hali yeye ndiye kiongozi wa mzimu. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitafanya kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.